Nataka tu ni washukuru wakulima eh, hasa nitaanza wakulima wa tumbaku. Kama ambavyo mmeshuhudia mwaka jana, serikali ili, ili ilitoa dhamana kwa kampuni hii ya Mbolea Tanzania TFC iweze kushughulikia swala la pembejeo kwa wakulima wa tumbaku na tulianza kwa kuagiza mbolea za NPK 10:18:24 na na kani na urea na mbolea hizi za NPK kwa mwaka jana, ninao matumaini wakulima mashahidi mezitumia kutoka kampuni ya mbolea TFC na zinaweza kuwapa tija nzuri. Kwa mwaka jana zilitumika tani elfu sitini na moja kwa wakulima wote, na hizi ni mbolea ambazo zilikuwa na thamani takribani bilioni 150 na kilimo kwa mwaka jana kilienda vizuri, tumeshuhudia e, ongezeko hata hapa Chunya na Songwe kwa wakulima kuweza kuzalisha si chini ya tani e, milioni 29 za zao hili la tumbaku na kupata kipato cha zaidi ya dola milioni 73 ambapo tumesaidia kuleta uchumi ambao tunauona leo hii. Kwa mwaka huu msimu huu ambao tunauanza kampuni hii ya mbolea Tanzania, TFC pia imepata dhamana hiyo ya kuweza e, kuleta mbolea hizi za NPK na tayari